Assalamu alaikum warahmatullah. Leo twaenda kumsindikiza ndugu yetu, lakini sasa, sasa hivi muda ujao wakati Mungu ambao katupangia, basi ikifika muda tutakwenda. Allah katika Qurani anasema wama ja'ala Allahu linafsin an tamuta illa biidhni llahi kitaban muajala waman yurid thawab dunia nutihi minha waman yurid thawaba al lakhira nutihi minha wasanajuzi ash shakirina, yeyote ambaye amepewa nafsi katika ulimwengu kuna muda wake. Allah kamwekea huo muda, ukitimwa atamwondoa katika ulimwengu, na atarejea kwake ye Allah subhanahu wataala. Na ndiko pale tunaposikia habari za kifo, mmoja wetu ameiacha dunia, ameelekea kwa Allah wa tunasema Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, tunakiri kwa Allah, sisi sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Namwomba Mwenyezi Mungu atupe taufiqi, amsamehe ndugu yetu, atusamehe na sisi, na ajalie njia yetu ya kurudi kwa Allah iwe sahali nyepesi, na Allah turidhie siku ya kukutana naye, yaumul qiyama. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.